Tanzania kwa majina naitwa Lois Boniface ni afisa masoko kutoka kampuni ya Mevity. Leo nakwenda kuelezea kuhusu ujazo wa viwanja na matumizi yake. Ujazo wa viwanja ni ukubwa wa viwanja, yaani lots density. Pia tutaangalia aina hizo ni kama ifuatavyo: namba moja ni ujazo wa chini, ambapo ujazo huo wa chini umegawanyika katika makundi mawili kuna ujazo wa chini sana na kuna ujazo wa chini wa kawaida na vina ukubwa kuanzia siku ya mita mia, mia na nane hadi mia sita na matumizi yake ni makazi na makazi biashara. Na ya pili ni ujazo wa kati. Ujazo huu yani, viwanja hivi ni vina ukubwa kuanzia square mita mia sita hadi mia nane na matumizi yake ni kwa ajili ya makazi na makazi biashara, na unaweza kujenga nyumba yenye vyumba kuanzia vitatu hadi sita. Aina ya tatu ni ujazo wa chini. Ujazo wa chini umegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni ujazo wa chini mdogo ambapo una ukubwa kuanzia skwea mita mia nane hadi elfu moja mia mbili na matumizi yake ni makazi na makazi biashara. La pili ni ujazo wa chini mkubwa una ukubwa kuanzia skwea mita elfu moja mia mbili hadi elfu mbili na matumizi yake ni makazi na makazi biashara. La tatu ni ujazo wa chini zaidi viwanja hivi vina ukubwa kuanzia siku ya mita elfu mbili mpaka elfu kumi na matumizi yake katika viwanja hivi, unaweza ukajenga taasisi mbalimbali, unaweza ukajenga hotels, unaweza ukajenga motels na mengineo. hivyo basi una uwezo wa kumiliki viwanja au kiwanja chochote na wenye ukubwa wowote. Hivyo basi napenda kuwakaribisha ndugu wa Tanzania kuweza kumiliki viwanja au kiwanja venye ukubwa wowote na matumizi yoyote nchini Tanzania na bado ukawa na faida katika kuwekeza kwenye miliki kuu. Bye bye.